Kajala. Sio Zuchu. Nimwombe muombe radhi Kajala. Sio Zuchu. Na shemeji yangu China kwa sababu maokoto nitakosa, wewe jua China hivyovo eh, maokoto au wameninunia, maana jana nimekesha mpaka saa 8 za usiku, namwomba msamaha kwa malio pale, malio anakuja ananicheka ananibeza. Anani eh, kwa ajili ya kikripu tu content imenikosti na waomba radhi familia yangu, nawapenda sana. Hakuna kitu ambacho hakisameheki. Kunjua nafsi yako. Sio lazima hao, hao, hao Mi wa wapenzi. Mimi mwenyewe sitaki wa wapenzi kwa sababu najua Harmonize ni mtu ambaye micholesho kwa wanawake. Kwa hiyo yeye abaki na maisha yake na Kajala ambaye wakionana wasalimiane. Uh, Harmonize na, na, na Kajala walikuwa hawazungumzi kabisa. Yaani nikwambia, kabisa hao watu wengine, walikuwa mkiwahoji wanaweka tu ushabiki, lakini walikuwa hawazungumzi, chui na paka. Yaani chu inapaka pita. Huko mara kibao tushakutana na Harmonize sehemu tofauti tofauti. Kajala huwa ashuki kwenye gari ataki mpaka anapoondoka, Harmonize mzoni akamchukua mkono kabisa yeye. yeah, Harmonize akachukua mkono wa Kajala akam, akamshika kinguvu hivi akamsalimia akaendelea na katika... eh? ah, we ukichukela makonde we, hey, utairudisha kwa njia yoyote. hey, yule baba yule <laughs> we. <laughs> we. Yani pesa yake hailiki mm. we utairudisha kwa njia yoyote. He, na kaona akaona, akapiga breki za Tom kisanga cha cha Harmonize. E laki, sitaki Mungu aninusuru. <laughs> <laughs> He, laki... hey, hapo inamaanisha kwamba sasa hivi hata pia Kajala na Harmonize kuna namna alikuwa anazungumza kabla hapo, kwa sababu mm. jana tumeona unakutanisha wewe pale mm. Ni, kama wewe Juma ulikuwa unamforce Harmonize na, na kabla hapo Juma wewe Harmonize ulikuwa unamchukia ujue mm. Ulikuwa namzungumza vibaya na la nini mm. Lakini umeonekana kumvuta, kumkutanisha mm. na Kajala pale, ni, ni kwamba ni watu ambao walikuwa wanaongea muda mrefu mm. ni... ama uh, Harmonize na, na, na Kajala walikuwa hawazungumzi kabisa, yani nikwambia kabisa. Hao watu wengine walikuwa mkiwahoji wanaweka tu ushabiki, lakini walikuwa hawazungumzi. Chui na paka Yani, chui inapaka pita mara kibao, tushakutana na m Harmonize same tofauti tofauti. Ah, Kajala huwa ashuki kwenye gari, hataki mpaka anapoondoka Harmonize, umeelewa? Uh, asa nikaona kama <laughs> haya maisha ya, ya hivi mpaka lini? Mimi mwenyewe Harmonize msipendi kwa sababu ya mambo yake masifasifa yake, vile the way anavyokuwa namtreat na mwanamke vibaya, kwa sababu kiukweli wali mind kweli, kwa sababu sasa hivi na kazi Paula ndo ampende Harmonize hata kumuona, yani hata kumsikia, kwa sababu kama jana nimeuliza Paula tunaishi mara moja, hakuna kitu ambacho hakisameeki, kunjua nafsi yako, sio lazima hao wa wapenzi. Mi mwenyewe sitaki wa wapenzi, kwa sababu najua Harmonize ni mtu ambaye michoresho kwa wanawake. Kwa hiyo yeye abaki na maisha yake na Kajala, ambaye wakionana wasalimiane. Kwani Harmonize katembea na wasanii wangapi? Mbona kibao, lakini sasa hivi amekuwa friends, umeona eh? kwa nini imekuwa hivi? Harmonize aitupeleka sisi polisi washutumu kwamba tumevujisha video kama mnakumbuka, umeona? Harmonize huyo huyo alimfuata Paula na Kajala nyumbani kwao kwa mama yake na Kajala Kimara, na defender usiku, akarekodi na video zilitrend sana, umeelewa? akawa nakandamiza wale wafikisho mahakamani kwa kosa la nini? Kosa la kuvujisha video, umeona? Harmonize huyo huyo alikuwa na ma, yani, makorokoro kibao kibao kibao, ambayo kwa binadamu wa kawaida huwezi huwezi kumtazama mara mbili kama kioo cha jamii, umeelewa? Alafu uh, ile ndio ilimsababisha mpaka Harmonize akapola ubalozi wa benki, kama mna kumbukumbu nzuri. Hamo alisema uh, kuna kauli moja ambayo Paula ta, mpaka kesho kutwa, yani yeye akikumbuka hawezi kumsahau kumsamehe Harmonize, kwamba alisema kwamba kuna ile kauli nasema uh, ukimchukua roja unapata na kalima story ya nyongeza kwa Kiingereza, msemaji wasome lipa lipa lipia mlipie lipa nini Nunu... Yes, ehe. Unaona hiyo kauli mpaka leo Paula bado anayo inazungua kwenye kichwa chake, na ndio maana hata jana alisema, yani juma nina kumaindi haijawahi kutokea dunia nzima, yani nitumia kazi, yani fursa, ndio hivyo tu. Mimi mwenyewe tu mkono ulikuwa unaniwasha hiyo e, nilivyomwona bwana bwana bwana Konde kafika pale kakaa kanisalimia peace kabisa na, na, na, na, unajua iko na, hivi sisi tulikaa nyuma kabisa ya uwanja kwenye zenye nyavunyavu. Harmonize alipita bila kutusalimia ndani ya uwanja, alienda kukaa na kina Alikiba kama sijasahau. Alikaa kina Alikiba siku Babude walikuwa wamekaa ndani ya uwanja uh, it means kwamba wakati tumekaa na, na, na Ramata pale alikuwa anatuangalia, siti ilikuwa imejaa sababu tulikuwa tumekaa sisi wakina Haji Manara na mke wake na watoto wengi, siti kwa imejaa. Baada ya kipindi cha pili tulihama, tukaenda kukaa na kina Paula na Hamisa, sababu wao walikuwa wanashangilia timu ya wa kina Mario, benchi ilikuwa kubwa jeupe, tukawa tumekaa pale. Kukaa dakika kumi nyingi, yule baba sijui uwanjani alichomuka saa ngapi, alipitia wapi, alipenyea wapi na wale mambavu yake, huyu hapa miguuni mwangu kafika, naona mtu jamani, sacheza uso yuko ndani, ananipa tano sasa. Uh, mwanamume mwenzio anapokupa tano alafu wewe ukatai inaita picha mbaya, unajua eh? Alafu hakuna kile alichonikosea kikubwa mno cha kushindwa mimi kusalimiana naye. Kama yeye na bosi wangu wanasalimiana, mimi nani? Umeona, nikampa tano akapita zake akaenda kumpa Hamisa tano. Alipofika kwa Paula, Paula akakunja akasizi akasema hey, kichuma kiboko <laughs> akasizi akupokea tano yake na uh, alipofika kwa Kajala Kajala naye akana kama kusizi hivi. Kama kama nitaposti hii video, kwa sababu watu wengi mmechukua video ambayo tukio lilikuwa lishafanyika pale, yeah, wanakumbatia wana wana eh, hawajajua chanzo ni nini. Kwa hiyo mwanzoni akamchukua mkono kabisa yeye, yeah, Harmonize akachukua mkono wa Kajala akamshika kinguvu hivi akamsalimia, akaendelea na kulo katika ile draft da, ni benchi. Baada ya Kajala, alikuwa mudi mzungu. Baada ya mudi mzungu kuna kijana alikuwepo pale crew ya Harmonize alafu Harmonize alikuwa watatu, lakini huku na huku, katika shango la mpira tunaangalia <coughs> nageuka hivi na a a, namwona yule kijana mudi mudi mudi katolewa e, mudi, katolewa. <coughs> Uwe, mudi, katolewa, hapa jamani, sio watu wawili hapa. Ndio kama kuna video nilikuwa namfanyia Harmonize, you black guy, nitakuwa ulete drama zako, nilikuwa namtania na, na, mm -hmm. Uh, lakini end of the day nikafikiria nika, nika, nika, nikasema nikasema hapanaga hakunaga vitu vya hivyo mm. Lakini mimi ndio nichukue nafasi hii leo bwana, ndugu zangu mmekuja, mm. nimuombe radhi Kajala kwa sababu mpaka tunaondoka nikaliacha gari uwanjani, tulikuwa hatuna masikilizano vizuri kwa sababu boyfriend wake pia alikuwa amenimind kinyama nyama, kwa alikuwa kinyama nyama kwa sababu jumba bovu lilinitupia mimi. Boyfriend wake na nani Kajala eh yuko China, lakini mm. hayuko hapa e, watoto wanamjua Mm, lakini, lakini, lakini inavyosikia Harmonize ameshindwa kumove on still, bado anampenda Harmonize. Kajala, Kajala ampendi tena kwa sababu gani? Yani, hampendi. Like, gani hampendi. Mimi najua kwa sababu mtu dalili ya mtu anayempenda mtu unamuona usoni na movement. Harmonize anamwangaikia, ashaenda mpaka jimu kumfuata Kajala, watu kwa jimu wakamtonya ham anakuja anakuja. Sasa hivi amesema anakutafuta wewe. Kuna jina moja anamwitaga namwitaga nani mama nani sijui, mama, mama nini sijui, yani jina moja hivi la kimahaba na namuitaga. Akamwambia hivi bwana, hiyo siku Kajala hakwenda, hakwenda kabisa jim, alikunja muona. Kwa hiyo unaona dalili. Hata yeye Kajala anajua ni mpole eh. akiwa anataka kitu Kajala huwezi kumzuia. Mungu baba we, we. Kajala hamuogopi mtu akitaka jambo lake. Ndugu yangu mtaongea mpaka mtaongea tena yaani kwa hii situation ya pili ambayo imemkuta, aliapa mpaka akaenda kutoa sadaka kanisani na pasta akamuombea kabisa. Sasa basi, anakuwa moyo mwenyewe, sio sisi, kwa sababu sasa hivi Kajala bwana huyu hapo bwana tajiri bwana anataka kufunga naye ndoa, it means kwamba hata yeye mwenyewe Harmonize labda anataka ile peace tu, kwa sababu kama anaongea na Hamisa eh, anaongea na wasanii wengine akina Lulu Diva akina Wema basi nataka peace pia kwa Kajala. Hakuna ku happen tena. Mtanikosheshia hela ndugu zangu, kwa tajiri, mtanikosheshia hela. Nyinyi ndio mnachochea. Sasa hapa Juma, kuna mazingira ambayo pia Harmonize ameanza kuyatengeneza. Unajua yani. Jana tu ile kumkumbatia, labda pengine alirudi alirudi nyumbani. Kumbato unaliona, unalionaje? Nikwambie kitu kimoja, yeye sio kwa sababu ya adhara ya watu yeye angekuwa anataka kweli msamaha wala asingetumia hadhara ya watu yeye rafiki yake mkubwa sana la mata yaani la mata anamsikiliza hamu vibaya mno alafu kajala anamsikiliza sana la mata mpaka la mata kanyosha mikono juu ujue ngoma imemshinda kwa sababu hata mara ya kwanza la mata ndo alirudisha tena walivogomba naga alafu kuna mario mario anaongea sana sana na na nani na na na, na, na, na, na, na, hamu na hizi kwa hiyo kuna connection fulani ambayo wanaweza kupitia njia wakakutana, licha ya mimi kuwakutanisha. Yaani havipingiki na maana, mpaka hizo nguzo kubwa zimeshindwa, mimi siwezi kusikizwa kwa sababu no, no, Lamata alimfuata kiukweli. Lamata alijitahidi kumwambia, lakini Lamata, Lamata alijaribu kumshauri, alimwambia kabisa, bwana wewe ukiingilia ya mambo mina, hey, mimi na yeye sasa hivi tutapunguzana ndugu yangu, wewe ache kama yalivyo. Mimi nadhalilika sasa hivi siwezi tena, um nililofikia huu sasa kuanza kuzalilika kwa mambo ya kipumbavu tena, ifike hata ifike hata mwanangu katulia, mimi tena naonekana nipo huku, mara nimefanya hivi, mara a a acheze nao hao, anaocheza nao anawazalilisha huko mitandao ya kijamii. Mimi sasa hivi ifike sasa, mm-mm kama ana dili la pesa aniletee, la tangazo nitalifanya, lakini sio kuniambia tena mahusiano na yeye. Ndio maana sasa hivi boyfriend wangu simweki hadharani. Kwa kweli, najua watu wengi wanapenda mahusiano yao na ndio maana wako proud na mahusiano yao, lakini hao hao ndio hao hao ambao walikaa na kumcheka na kumkebei Kajala kipindi ambacho matatizo yanamfika. So jamani, tumwachieni binti apumzike kwa sasa hivi. Walikuwa walikuwa waongei, hamisa Hamisa na Harmonize walikuwa wazungumzi, itilafu zao wa zilikuwa tu za kawaida, si unajua kila mtu kila mtu kila jini kujua wale e, hamisa mvimbaji hamo mvimbaji Kwa... <laughs> Kwa nini amisa nani Harmonize yangu? Kwa ah e, no, watu ha, wanaume kwa sababu ah nakupa sa, na mtiririko wa wanawake kwa sababu wanawake wewe hamna mwanamke ambaye uzungumzi naye? Ambao umeja we kwa resume hii na wewe we, una Ramadhani haya ha, kwa ha, ha. Umefunga wewe. Usiseme uongo. Yaani kupishana ni kawaida. Yaani kupishana ni kawaida. Unapishana. Kwa, kwa nini Harmonize ah, unajua maneno maneno, at wakike nao wana midomo sana. You never know. huwezi jua, labda huku limepotoka huku limeingia, huku neno la huku limeenda huku, umeona? Kwa hiyo ni kawaida tu, hmm. Hey, ni kawaida katika maisha kugombana na mwanamke, wanaume ni kawaida, hmm. Okay. Una, yani, kwa mfano nataka kusema nini yani? hmm. Usitake kuharibu ndoa za watu mtoto <laughs> <laughs> hey, Ilikuwa... No, no, no, hiyo kawaida tu mm, kawaida tu mbaya ya marafiki sana mm. Ah, sasa kipindi kile wakati Kajala ameachana na, na, na nani na Harmonize. Hamo kabla hajapitapita hapa katikati na watu wake wengi, alikuwa anatafuta mbadala. Umenelewa? Sasa akawa anajipeleka kwa Hamisa mpaka alifikia kipindi anataka kumpa hela akampa dau la milioni kumi umeona Hamisa yeye alikuwa anataka si ndio kipindi mm, mm, mm, mm, mm, mm. yeah, ma... kile anatoa album Mimani City nahisi kwa hiyo u anataka kutengeneza mazingira fulani vyeye mwenyewe anayojua mm. ila sasa ndio ukikubali pesa yake unaweza ukawa umeisha kwa ah, sasa akitia mzigo e ana biashara gani la makonde mm. hey, utairudisha kwa njia yoyote <laughs> <laughs> Hey, yule baba yule yaani, <laughs> pesa yake hailiki ya wewe mm. Utarudisha kwa njia yote mm. Hey, na misa akaona, mmm akapiga break za Tom and Jerry eh kisanga, yeah. cha Amrais, eh yeah. Hey, laki sitaki, Mungu aninusuru <laughs> <laughs> laki sitaki sitaki ndugu <laughs> <dugiame. laughs> yangu eh akipindi ipo na kajara sasa, mimi sikuwa songe naye, mimi ndio nilikuwa nalipinga lile penzi na ndio nilikuwa napeleka maneno ya fitna huku na huku, mpaka kwa majani nilikuwa nimefika. <laughs> <laughs> Wewe unanijua ni kitaka la kwangu nimegombanisha ni na rushaina na misababu yetu itashindwa. Mimi kaka jara niligombanisha mm. Ani kweli, voice ni za kweli. Sasa si kama ningekuwa nataka urafiki wao uendelee, si ningekaa nazo mwenye ndani burudani alhamdulillah, mpatane Januari mpaka Disemba nye, nani? Mambo, mambo, mambo na Chidi mapenzi tena. haba moto, moto, haba amekwambia Juma, <laughs> haba unajua, Chidi kaondoka, si alikuja juzi Chidi na Chidi karibia anafungua duka Mwenge. Kada, ile, uh, si, una... ngumi eh. <coughs> Snapchat, we tulia, haba ni elemee, haba moto moto. Yani hapo ni kwambie kitu, mimi bwana, vyanzo vya habari vya ukweli kabisa yani, na message nikikuonyesha, utachoka roja, mm -hmm. Umenelewa watu, Chidi yuko proud na mwanamke wake, Chidi kashatangaza mpaka ndoa, akisema Lulu ndo anamzingua mwenzie. Lulu mimi si familia yangu, si mapenzi naye, anapenda sana ndoa yule. Ah, ye apendi yeah, mm -hmm. kuzini Chidi, hilo nampa yani, nampa 100 100, yeye yeah, anapenda kuoa. Sasa anayetaka kumuoa sasa ndio master teaching. <coughs> <laughs> na ndoa tofauti kwa wafanye kazi loga, ndugu yangu okay. Eh, loga, ndoa unaipata nani? Mm, sija muona. Ludiva mm, atoboe miezi sita. Ludiva ajamaliza, na mambo mengi sana Lulu ana mambo mengi sana, atake muoa Ludiva, amvumilie kwa hali na mali kiukweli. Lulu anafanya photo shooting kila siku. Wewe binadamu gani uchoke? Kila siku po photo shooting. Kila siku rudi nyumbani kwako anaweza kukata wiki mbili hajarudi nyumbani. Haya wewe mwanaume kweli. Ana wapi? Ata, Ata, la. Location. <laughs> Ataacha. Hawezi kuacha hiyo. Woyo Chidi amemaliza. Chidi Chidi ndio kamweza sasa Lulu. Eh, lakini hajamweza uh-huh. E, haja kiivo. Eh, hajamweza kiivo. Sasa mimi naomba ngoja nipige magoti kabisa. Eh. Eh, e, ni muombe radhi, ni muombe radhi Kajala. Nimwombe radhi Kajala na shemeji yangu China, kwa sababu maokoto nitakosa. Wewe jua China hivyo hivyo, maokoto mm -hmm. e, nitakosa wameninunia, maana jana nimekesha mpaka saa 8 za usiku. Na muomba msamaha kwa malio pale, Mario anakuja ananicheka ananibeza eh, e, kwa ajili ya kikripu tu, content imenikosti. Na waomba radhi familia yangu, nawapenda sana hivyo.